Tuangazie sasa taarifa zinazofungamana na afya. Ni kwamba wizara ya afya sasa inasema chanjo za BCG na polio zitawasili humu nchini kufikia tarehe 15 mwezi Juni. Hii ni baada ya serikali kutoa shilingi milioni 900 kwa mashirika ya pamoja ya chanjo maarufu GAVI na UNICEF. Waziri wa Afya Aden Duale amethibitisha kutolewa kwa fedha hizo na kwamba serikali imepata dhamana ya shilingi bilioni 10 kufanikisha uagizaji wa chanjo. Na kama alivyotuarifu sasa Mary Mwoki, Waziri Duale amesema kuwa Kemsa itawezeshwa kuimarisha usambazaji wa dawa na vifaa vya matibabu. Ukosefu wa chanjo ya polio nchini ulikuwa umeibua hofu miongoni mwa wataalam wa afya ya umma ambao walionya kuwa juhudi za Kenya za kupunguza vifo vya watoto na kudhibiti magonjwa yanayozuilika kwa chanjo zilikuwa hatarini kutokana na ukosefu wa chanjo mara kwa mara. Cheleweshwa kwa chanjo pia kumefichua udhaifu wa mipango ya pamoja ya ufadhili wa chanjo muhimu nchini, maswali yakiibuliwa kwenye kikao cha kamati ya afya bungeni.

They have given us the time, timeline. Duale pia alielezea mageuzi katika shirika la kusambaza dawa na vifaa vya matibabu Kemsa ambalo limekuwa likikumbwa na changamoto za mara kwa mara katika utekelezaji wa majukumu yake. Duale alifichua kuwa serikali imeweka sera za kuhakikisha Kemsa inaongeza kiwango chake cha usambazaji wa dawa na vifaa. We are doing a serious reform in Kemsa. Kemsa will never be the same again. We are secured for them a letter of credit from Kenya Commercial Bank.

Kuimarisha upatikanaji wa chanjo na kulainisha mikakati ya usambazaji wa dawa na vifaa vya matibabu ni mtihani mkubwa kwa wizara ya afya, japo maswala hayo ni muhimu zaidi kwa utekelezaji wa mpango wa huduma za afya kwa wote. Wizara ya afya pia ikikabiliwa na changamoto za kifedha. Mirimoki, runinga Citizen.